Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania wanahitaji matibabu. Watanzania wa hali ya chini, ambao ndio wengi, wanahitaji afya na afya, ni lazima wapate matibabu. Na matibabu, mheshimiwa mwenyekiti, ni ghali popote duniani. Matibabu ni ghali kwa sababu ya vifaa vyenyewe na kwa sababu ya dawa zinatengenezwa kwa, kwa, kwa gharama kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunakuja tuna na suala zima la bima, ili watu wazima wengi wachange fedha wawachangie wagonjwa wachache, ili na wao waweze kuwa na afya bora. Kwa hiyo naomba Watanzania wajue kwamba tunapoongelea bima hatuongelei wagonjwa kuchangiana, tunaongelea Watanzania wenye afya njema wengi wachange fedha, ili wagonjwa wachache katika nchi yetu waweze kutibiwa na ndio maana chanzo cha fedha kinakuwa ni kitu muhimu sana kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wingi wetu wa Tanzania si laana, wingi wetu ni baraka na wingi wetu ni mtaji wetu, kwa sababu siku zote mtaji wa watu watu wakiwa wengi, umoja wao ndio mtaji wao. Kwa mimi nataka niwaambie Watanzania wanielewe vizuri, serikali na bunge hili linielewe kwamba tunapaswa kutumia wingi wetu ili tuweze kupata afya bora. Mheshimiwa mwenyekiti, vyanzo ni vingi, vimetumika mafuta, sijui nini na nini lakini, chanzo cha wingi wetu bado hatujakitumia vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nitakwenda kwenye wingi wetu kwenye swala zima la matumizi ya simu za mkononi. Ni jambo jema sana kwamba Watanzania wame chukua vizuri teknolojia ya simu za mkononi mpaka wazee vikongwe wana simu mpaka watoto wa shule wana simu na wanazitumia Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa takwimu za TCRA za mwezi Machi laini za simu zilizo hai sio mfu hai ni milioni 90.4 na katika laini hizi hai watumiaji wa internet ni milioni 49. Maanake hao wanatumia mb kweli kweli, lakini wanaotumia dakika tu viswaswadu vile na nini bila internet kwa ujumla wao, dakika zinazotumika Mheshimiwa Mwenyekiti, ni takribani 40.6 bilioni, 40.6 dakika bilioni, na katika hizi kutoka nje ya nchi zinakuja karibu dakika milioni 36. Hii maana yake nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Mimi napenda tukitumie chanzo hiki Watanzania mnielewe, na hii msije mkachanganya msije mkachanganya na aliyotokea huko nyuma kwenye suala la kutuma fedha unakatwa na yule anayepokea sijui na nini. Hapana, hapa tunataka tuongelee mchango wa Mtanzania kidogo am, ambaye ni mzima amchangie Mtanzania mwenzake ili Watanzania wote wapate bima ya taifa bima kwa ajili ya matibabu kwa Watanzania wote, tena bima isiyo na ngazi, bima ambayo ni flat rate. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa idadi hii ya Watanzania, ya laini zilizo hai milioni 90.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka niende na hesabu ndogo sana. Tuchukulie, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila Mtanzania anaponunua vocha, vocha ile awe anaitumia kwa MB kwa ajili ya intaneti awe anaitumia kwa dakika, ili mradi lazima atoe hela kidogo apate uwezo wa kuitumia simu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka nimwombe Mtanzania anielewe sana, Mtanzania maskini wa hali ya chini, mwenye uwezo wa kununua vocha ya shilingi elfu moja kwa siku, nimwombe Mtanzania huyu anayenunua vocha ya elfu moja kwa siku atuchangie asilimia kumi tu ya shilingi elfu moja ambaye ni shilingi mia moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, shilingi mia moja hii ukizidisha kwa laini zilizo hai milioni 90.4 nitapata kwa siku bilioni 9.4 per day, lakini hela hii nikiipeleka kwa mwezi kwa siku thelathini nikachukua bilioni tisa hizi nikazizidisha mara 30 nitapata bilioni 271.2 bilioni. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nikizipeleka kwa mwaka, kwa sababu bajeti zetu zinakwenda kwa mwaka, nikazidisha hizi fedha bilioni 271.2 mara kumi na mbili nitapata trilioni 3.2. Sasa kwa sababu hizi ni hesabu za karatasi Mheshimiwa Mwenyekiti, basi nifanye tu kwamba nimekosea sana, niende halfway ya hizi hesabu nusu yake, maanake tutapata trilioni moja point tano ambayo itaingia kwenye mfuko wa bima kwa ajili wa ya Watanzania wote. Mtanzania ambaye amechangia shilingi mia kwenye elfu moja yake anaponunua vocha, na kampuni za simu kazi yao ni kutukusanyia tu, hawataki kuweka chaji nyingine yoyote. Kwa hiyo ninaomba Watanzania ukitoa hiyo shilingi mia ambayo hutaona maumivu yake, kwa sababu wewe ukitoa elfu moja unawekewa MB za shilingi mia tisa wala ufili, lakini ujue kabisa umemsaidia mtanzania akaweza kutibiwa kwenye MRI, anaweza akatibiwa kwenye kansa, kwenye vipimo mbalimbali. Kwa hiyo shilingi mia moja oj, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona mifano hai kwenye kodi ya pango. Watanzania walikuwa wanalalamika sana kwenye kodi ya pango lakini tulipoipeleka kwenye luku, wala hawafili, wananua umeme wao, ameshalipa pango wa kijijini analipa. Tumeona kwenye, ma, kwenye ile kodi ya barabarani ya barabarani magari ile ambayo ilikuwa inasumbua sana, tunakamatwa na trafiki njiani, lakini tulipoipeleka kwenye mafuta, hata mtanzania anayemwagilia nyanya tu shambani akiwasha ile pampu yake ya petroli ameshachangia hela ya barabarani. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mtindo huu niombe sana hizi data zichukuliwe na kama kwa kufanya, kwa kufanya uchunguzi zaidi mkaunda hata tume mkafuatilia vizuri. Hii ni pesa nyingi ambayo Mtanzania wala hafili. Wako watoto wadogo tu, baba niwekee mb anacheza game tu, baba niwekee mb anaangalia tu picha, lakini ukishamwekea zile mb za elfu moja tayari ule mtoto ameshachangia shilingi mia moja kwa ajili ya matibabu ya Watanzania. Hiki ni chanzo cha uhakika ambacho hakina maumivu, hakina kelele lakini kinaleta trilioni tatu. Taarifa. Kwa mwaka katika bajeti ya, ya, ya, afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni waombe sana. Taarifa Mheshimiwa Gekuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante, nimpongeze Mheshimiwa Francis kwa mchango mzuri. Uh, nimpe tu taarifa kwenye kodi ya majengo wanaolipa sio wale wenye luku tu saizi, majengo yote yaliyojengwa kwa tofali pia wanalipa. Kwa hiyo kwenye elfu na mia nane kwa mwaka, Mheshimiwa mwenyekiti, ikatumika tu shilingi hamsini, itasaidia wale wananchi ambao wanagaika na moyo cancer, dialysis itatusaidia sana. Serikali ichukue mawazo mazuri ya Mheshimiwa Francis. Mheshimiwa Francis, unapokea mchango wa Mheshimiwa Geku. Napokea Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mikono miwili, niombe serikali, hivi ni vyanzo vya uhakika ambavyo Watanzania wote watatibiwa tena, bima iliyo sawa, hamna cha kusema. Hii kubwa hii, Serengeti si Ngorongoro, itakuwa ni bima ambayo inaenda popote, kwa sababu watakuwa wamechangia fedha za uhakika. Yaani ikianza tu leo, kesho unasikia mabilioni yameingia, mheshimiwa waziri, yaani ikianza kesho, kesho unasikia matrilioni, haina ujanja. Sisi wenyewe ndio tunanunua. Mimi na line nne, zote ziko hai na kila siku lazima niziwekee vocha. Kwa hiyo kila nikiweka tu line, ujue tayari nimechangia. Kwa hiyo niombe sana serikali ichukue jambo hili ni la muhimu ambalo litasaidia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nimalizie kwa kusema mchango ambao ulisemwa pia na mwenye.